Sasa basi, tukirudi kwenye utajiri, utajiri ni nini? Wengi wanaamini kwamba utajiri ni mali. Sasa yule jamaa ana mali, bwana, ana mashamba matatu, ana nyumba nne, aje jamaa ni tajiri. Wanaamini kwamba ukishakuwa na mali au ukiwa na vitu vya kuonekana, mali, gari, basi wewe ni tajiri. Hiyo nayo si kweli. Kuna watu wengi wana mali, wana nini, lakini sio matajiri. Kuna kasumba sasa. Yule anaweza kauza shamba lake akapata hela, ndio atauza shamba lake, atapata hela, lakini baada ya muda mfupi tena ataudia kwenye umaskini ule ule. Utagundua kabisa kumbe ile rasilimali anazo lakini hana utajiri. Hivyo kwa kifupi, utofauti wa utajiri na umaskini ni kitu kinachoitwa mzunguko. Mzunguko ndio unaotofautisha maskini na matajiri. Sisi hapa na wakina Mo au na wakina Bares ambao tunaamini wana hela ni matajiri, sisi ni mzunguko. Yule akiingiza milioni moja jioni ishazaa milioni moja na nusu. Wewe ukiingiza milioni moja, jioni iko laki nne au laki tano. Hivyo utofauti mkubwa ambao upo kati ya utajiri na umaskini ni mzunguko, sio mali. Ukitaka kuamini hilo, angalia hata watu wanavyostaafu. Mtu anatoa milioni mia mbili akaanzie maisha ya kustaafu, lakini baada ya miaka miwili hana hata mia mbovu. Kwa sababu gani? Hajajua hii principle kwamba utajiri uko katika mzunguko, hauko katika hela, hauko katika hizo keshi. Na kuna watu wengi washarundika majumba, wamerundika maviwanja, lakini wanaishi maisha ya shida kwa kuwa hawajajua kabisa, hao hawatumii Facebook, kwamba hela inabidi izunguke, ili sasa wewe mjikajiri. Tofauti na hapo, utakuwa masikini hata kama una assets nyingi kiasi gani.